Yes, yes, yes, yes. Naitwa Godfrey Ugambwa, aka Fundi Bisho, the best borehole driller in town. Yes, another day, another hustle. Yes, leo nimeamua kuja na maelezo juu ya borehole drilling maanake, kumekuwa na maswali mengi, wengi wakijiuliza kisima sahihi inachimbiwa na nani? Wapi pa kwenda kuchimbiwa kisima sahihi? Nani mtu sahihi wa uchimbaji? Yeah, there is a lot of questions ambazo watu wamekuwa mkijiuliza. Nimejuzi jana nimepostia uh, video nikielezea utaratibu wa uchimbaji, lakini wengi wamesema bwana, amna mimi nataka tukuone, ukiwa naelezea na nini. Najua utakuwa mashabiki wangu wa round up tu. The round up 2.0 is back to SNS Premium. So just get ready. Utaniona huko, lakini tuachane na habari za round up. Hapa tunazungumzia borehole drilling. Leo nimekuja na Utaratibu huo, nataka kuelezea utaratibu mzima wa borehole drilling. Kumekuwa na maswali mengi mkiwa mnauliza utaratibu wa uchimbaji kisima ukoje? Sasa huenda umewahi kupata information tofauti na kwangu, kwa watu wengine, umeweza kukutana na wachimbaji wengine wakakupa taarifa za uchimbaji wa kisima, lakini tu nikuhakikishie, hapa ndio mahali sahihi utapata taarifa zote za uchimbaji, taarifa zote za borehole drilling, taarifa zote za pump installation, taarifa zote za Hydrological surveys taarifa zote zinazohusiana na visima virefu vya maji kuanzia nchi nne na nusu mpaka nchi kumi. Haijalishi ni kisima cha domestic, haijalishi ni kisima cha nyumbani, kiwe kisima cha shambani, kiwe kisima cha kiwanda cha maji, hapa ndio mahali sahihi. Unawezekana ukawa umepata information nyingi kuhusu uchimbaji wa kisima. Sasa achana na hizo information, futa kabisa, delete. Hapa ndio utapata information sahihi za uchimbaji wa kisima kama uko nyumbani basi vuta soda yako baridi tulia kunywa unisikilize taratibu na mimi nitakuwa nakuelezea mdogo mdogo if you are having lunch somewhere basi tulia nisikilize angalia hapo nikuelezea utaratibu wote wa uchimbaji wa kisima uchimbaji wa kisima kuna taarifa nyingi ambazo watu wamepata lakini mimi nataka nikuelezee hatua moja badala ya nyingine ya nini hatua gani za kufuata katika uchimbaji wa kisima. Katika uchimbaji wa kisima kuna hatua saba za kufuata za uchimbaji wa, wa kisima.